Assalamu alaikum, karibu tena katika channel yetu pendwa ya Nguvu ya Nyota, ambayo unajipatia utabiri kila siku na masomo mbalimbali kuhusu nyota. Nikukumbushe tu, kama ni mara yako ya kwanza kutizama video yoyote kupitia Nguvu ya Nyota, basi nikuombe kuombe usisahau ku subscribe, ku like na ku comment ili kupata kila utabiri mpya na mafundisho yote ya kinyota ambayo tutakuwa tunatuma katika YouTube chaneli yetu. Utabiri wa leo siku ya tarehe mbili 2 mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Tunaanza na nyota ya Mashuke. Nyota ya Mashuke ni ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Nyota ya Mashuke, leo ni siku ya kuchukua hatua kubwa, na una nguvu ya asili ya uongozi, lakini kumbuka kutumia heshima kabla ya kufanya maamuzi yoyote yale. Wapendwa wanahitaji uvumilivu kutoka kwako. Ujumbe wa leo: usikimbilie mbele bila ramani, tafakari kwanza. Lakini tukienda katika utabiri wa nyota ya pili ng'ombe. Nyota ya ng'ombe eh, ni wale watu waliozaliwa tarehe ishirini Aprili hadi Mei 20. Utabiri wa leo, nyota yako leo inaleta masuala ya fedha na utulivu wa kiakili. Punguza matumizi yasiyo lazima. Katika mapenzi, ongea kwa upole, utapata matokeo mazuri siku ya leo. Ujumbe wa leo, utulivu hujenga zaidi kuliko pupa lakini tukienda nyota inayofuata nyota ya Mapacha, waliozaliwa tarehe ishirini na moja Mei hadi Juni ishirini. Utabiri wa leo ni siku ya hatari na mawasiliano omra, leo ni siku ya habari na mawasiliano. Unaweza kupata ujumbe muhimu kupitia mtu au mtandao. Marafiki na jamaa wanahitaji usaidizi wako wa hekima. Ujumbe wako wa leo, sikio inalosikiliza hujifunza zaidi kuliko ulimi unaosema. Tukienda nyota anaofata, nyota ya kaa ni watu waliozaliwa Juni ishirini na moja hadi Julai ishirini na mbili utabiri wao unasema, nishati yao ya kifamilia iko juu. Leo ni siku nzuri ya kusafisha hali ya hewa nyumbani. Hisia zako ni za kina zikushauri vizuri leo. Ujumbe wa leo, moyo unaosikiliza uponya zaidi ya maneno. Lakini tukienda katika nyota ya Simba, waliozaliwa tarehe 23 Julai hadi Agosti 22, nguvu yao nguvu yao ya kuvutia watu iko juu, yani nguvu yako, yani wewe mwenye nyota ya Simba, nguvu yako ya kuvutia watu iko juu siku ya leo. Leo unaweza kupata nafasi ya kuonekana au kusikika hadharani. Usikubali kiburi kuchukua nafasi Ujumbe wa leo, moyo mnyenyekevu huvutia zaidi kuliko zaidi ya sauti kubwa. Utabiri wa leo kwenye upande wa nyota ya mashuke ni wale waliozaliwa siku ya Agosti 23 hadi Septemba 22. Mambo ya kazi, afya, nidhamu yako yako mstari wa mbele. Leo ni siku ya kupanga, kusafisha akili yako. Katika mapenzi, punguza ukosoaji, ongea kwa upendo. Ujumbe wa leo, utaratibu huweka maisha salama na yenye baraka. Lakini tukienda katika nyota ya mizani, hao waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. leo ni siku ya leo, ni siku ya kusawazisha mahusiano na malengo ya maisha. Usikubali kupoteza muda kwa migogoro isiyo na maana kabisa. Kwa upande wako, weka wazi hisia zako kwa upole. Ujumbe wa leo, usawa wa ndani huleta neema ya nje. Tukienda nyota inayofuata nyota ya Nge, watu waliozaliwa tarehe ishirini na tatu Oktoba mpaka tarehe ishirini na moja Novemba, ni siku ya ufunuo wa ndani, yani inamaanisha ufunuo wa kiroho wa ndani. Unaweza kuelewa mambo yaliyokufunga ya ya kwa muda mrefu. Usidharau ndoto zako, sababu umekuwa na bahati ya kuoteshwa baadhi ya mambo ambayo yakiwa yakisawili maisha yako. Kuna ujumbe muhimu kwenye ndoto hiyo ya leo uliyoota au kama ujayota endapo ukasinzia ukiota basi hiyo ina siri nzito. Ujumbe wa leo, siri zako za ndani ndizo funguo za ukombozi wako. Kuna mambo mengi ulionayo yapo ndani, hujaamua kuyafungua, lakini ukiyafungua tu ndo ukombozi wako upo hapo katika mafanikio ya kimaisha yako. Tukienda nyota inayofuata nyota ya mshale, nyota ya mshale ni watu waliozaliwa tarehe 22 Novemba hadi Disemba 21, leo naishi kupanua mipaka, kusafiri kusoma au kutafuta maarifa mapya. Usikimbie changamoto. Nyota yako inaonyesha wewe ni mtu wa kuweza kukabiliana na changamoto, hivyo basi usikimbie changamoto siku ya leo. Ziko kwa ajili ya kukuzuia, kukuzia, kukuza, zipo kwa ajili ya kukuza hekima zako au hekima yako. Ujumbe wa leo, safari ya kweli huanza ndani ya moyo. Ninavyosema ujumbe na maanisha, kila nyota huaga inapewa ujumbe wa kiroho kulingana na nyota yake kwa hiyo ujumbe kwa kila nyota utofautiana baina ya siku na siku na siku husika. Hii inategemea na mlinganyo wa sayari. Nadhani itakuwa umenielewa. Lakini nyota inayofuata nyota ya mbuzi ni wale waliozaliwa tarehe ishirini na mbili Desemba hadi Januari kumi na tisa. Leo ni siku ya kuweka malengo na kupanga rasilimali zako kwa ustadi. Usikate tamaa kwa kuchelewa, mafanikio yako yamechelewa tu, si yamekosekana kabisa. Ujumbe wako wa leo kila hatua ndogo ni sehemu ya safari kubwa. Lakini tukienda no, nyota ya ndoo au nyota ya punda e, tuniliweke sawa. Nyota ya ndoo kwa mara nyingi, kwa namna nyingine inaitwa nyota ya punda ambayo ni waliozaliwa Januari 20 mpaka Februari kumi na nane. Utabiri wao siku ya leo unasema nyota, leo mawazo hmm, yako mapya yanaweza kuwa ya thamani kubwa. Usiogope kuwa tofauti, hapo ndipo nguvu yako ipo. Katika mapenzi, kuwa wakuwa mkweli na mwazi. Ukiwa mkweli na mwazi kwenye safari yako ya mapenzi, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ujumbe wa leo unasema kwenye nyota ya punda, ubunifu wako ni zawadi kwa dunia. Kwa hiyo kuna kitu ulicho nacho wewe, nyota yako inajaribu kukupa ujumbe, kukujulisha kuwa iko ulicho nacho wewe ni siri, ni na unacho ewe, na ukija kukitoa kinaweza kuwa ni zawadi kwa dunia, kama watu wengine walivyojaliwa eh walivyopewa makarama kujaliwa kugundua namna ya kutengeneza ndege usafiri ni kitu kama hicho. Sasa wewe ni watu waliozaliwa Februari kumi hadi Machi 20, leo ni siku ya tafakari, maombi na kuji, roho aotiaa Usikatae wito wake. Unapopumzika kimwili, akili yako inapata mwanga mpya. Ujumbe katika nyota yako leo ya Samaki nasema, tafakari, ponya hata yale ambayo dawa hayawezi. Utabiri wetu kwa kila nyota unakuwa umekamilika tukimalizia na nyota ya Samaki. Je, umekuwa ukitaka uchambuzi binafsi wa kinyota? Huduma ya uchambuzi wa nyota Wabinafsi wa binafsi wakinyota kwa undani zaidi, yani sadaka yake ni shilingi elfu tano ambayo uta, uta, utatakiwa unitumie majina yako matatu, tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa, picha ya mkono wa kiganja wa kushoto ama kulia. Kutuma picha ya mkono yani ya kiganja ni yani hali ya sio lazima, lakini ukituma inaongeza inaongeza, kuna kitu inaongeza hata katika kutazamaji kutizama kuna kitu inakuwa inaongeza cha, cha ziada lakini si lazima zama huduma ninazozitoa ambayo kila huduma moja naitoa kwa shilingi elfu tano. Kwa nini nataja ni na bei? Ili ikitokea unahitaji huduma, meseji zisiwe nyingi sana, kwa sababu napokea meseji nyingi, maswali mengi. Huduma ya kwanza natoa ya kusafisha nyota. Huduma ya pili ni kutizamia ramani na hatima ya maisha yako, lakini pia huduma nyingine ninayotoa, tafsiri ya ndoto lakini pia kuongeza mvuto katika maisha. Nikisema mvuto katika maisha, kuna mvuto kibiashara, mvuto kimahusiano, mvuto wa pesa, hivyo kuna mambo mengi hapo. Navyosema mvuto wa kimaisha umbeba mambo mengi, mambo mbalimbali. Lakini kwa wale wanaohitaji huduma ya kufungua jicho la tatu mediation na kadhalika, maelekezo yote yapo, gharama yake nayo pia ni elfu tano. Ma na wale wenye changamoto au maswali au wanaohitaji huduma kwenye sehemu kwenye nyanja ya mapenzi biashara na mahusiano pia, lakini huduma nyingine, ufafanuzi wa nyota yako kwa undani. Lakini pia kuna kitabu cha soft copy kinaitwa Siri za Nyota. Kitabu nacho kinauzwa shilingi elfu tano. Kinaelezea nyota yote yani, nyota zote hizi kumi na mbili zinaelezewa kwa undani na siri zake zilizojificha ambazo kuna vitu vingine uwezi ukavitoa nikivitoa hapa hapa, huenda hata YouTube wanaweza wakafungia waka, YouTube waka, waka. Ndio maana kinauzwa kitabu soft copy, somo maalum la nyota hizo. Ndio huduma inazozitoa. Kama itakuwa una swali lolote, huduma yako ni kubwa zaidi nje ya hapa, pia unaweza ukaniambia, ukanijulisha kule kule, ila hizi nilizoziorozesha hapa ni zile ambazo zipo kwenye kwenye ofa hiyo ya sadaka shilingi elfu tano kwa sababu ndio huduma nyingi na ndio msingi katika yote ambayo yanaulizwaga ambayo utaita uta, uta, utaambiwa utu, utumie gharama kubwa. Labda sawa nadhani hapo itakuwa tumeelewana jinsi ya kutuma sasa. Kwanza kabisa namba yangu ya WhatsApp kama unavyoona hapo chini nafutajia sifuri sita kumi na tatu tisini na nane arobaini na tatu sitini na saba kama inavyoonekana hapo chini pia vitu vinavyotakiwa kutuma. Kabla, kwanza kabla ya kutuma ikiwezekana, anza kuwasiliana na mimi WhatsApp au anza kutuma, afu mimi nitakupa maelekezo. Tutuma majina yako matatu kamili, tarehe uliozaliwa, picha ya kiganja cha mkono wa kulia au kushoto. Kwa paka niwaulize tena huduma unayohitaji. Alafu utaratibu wa kufanya malipo utajulishwa huko huko. Nikwambie tu, nyota yako ndiyo msingi wa nguvu zako na ndiyo msingi wa mafanikio yako. Nikutakie utizamaji mema wa vipindi vinavyoendelea. Uwe na siku njema, bye bye.